Pia na sisi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeitikia huo wito wa kubadilisha sasa utaratibu wa utoaji huduma katika sekta ya ardhi kutoka kwenye utaratibu wa zamani wa kianalogia, yaani wa kutumia makaratasi. Katika nyakati ambazo mwananchi wa kawaida anaishi kwa tahadhari kama mtembea kwenye daraja la mianzi, migogoro ya ardhi imeendelea kuwa donda ndugu katika jamii nyingi za Afrika Mashariki wanapima viwanja, wanachukua pesa toka kwa wahusika, wanaanza kuleta mfarakano wa viwanja nchini Tanzania. Swala hili limekuwa kama moshi wa kiwanda, halikomi, linazidi kusambaa. Kufatana tuliyekuwa naye karibu, aliona kiwanja changu ni kama kikubwa kuliko chake, ikabidi amuuzie mtu apate namna ya kuajakusiz hayo. Lakini sasa, kuna nuru pembeni ya handaki huu, uh, ambao umezinduliwa kwa sasa hivi, unaweza ugasaidia kwa sababu wale watu wakishaweza kukata zile, zile hati kwa mfumo huo, kwa hiyo wanakuwa wameshajiridhisha kwamba hawatakata mara mbili. Serikali imeamua kuingia katika zama mpya kwa kuzindua mfumo wake dijitali, wa kidijitali wa huduma za ardhi hujulikanao kama hii ardhi. Sasa tunaanza kutumia kutoa nyaraka au huduma zetu kwa njia ya kielektroniki au kidijitali. kie msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya Afrika Mashariki hii leo, tunatuama kuangaza na kumulika migogoro katika sekta ya ardhi na juhudi mpya katika kuzikabili. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Martin Nyoni, nasema karibu tuwe sote hadi tamati ya makala haya kwa siku ya leo. Katika pembe za Afrika Mashariki, kutoka miinuko ya jiji la Mwanza, ambaa katika mashamba ya Kakamega hadi mashamba ya kijiji cha Buliisa nchini Uganda, swala la ardhi, ambayo zamani iliheshimiwa kama urithi wa mababu, kwa miongo kadhaa sasa imegeuka kuwa chanzo cha migogoro, huku matukio ya watu kumwaga damu na uhasama wa kudumu yamekuwa yakisikika katika masikio na macho ya wafuatilizi wa vyombo vya habari. Mzee Michael Jona ni mzee aliyekula chumvi nyingi, mkazi wa jiji la Mwanza na mmoja ya wahanga mgogoro wa ardhi, anaeleza jinsi alivyojikuta katikati ya kadhia ya kununua kiwanja kilichouzwa kwa mtu zaidi ya mmoja. Ni sawa hiyo, ipo shida, hii imeshanipata. Kwa sauti ya kukwama, inamkumbusha machungu, maumivu na masikitiko aliyowahi kuyapitia wakati fulani juu ya mgogoro wa ardhi. Haya mambo kusuluhiana kutoka na mambo ya viwanja, ninakwambia kwamba hao watu binafsi wanapopewa viwanja wanataka pia wauze kwa kutaka pesa ili waweze kujisaidia. Tatizo kama hili litoka kufatana, tuliyekuwa naye karibu aliona kiwanja changu ni kama kikubwa kuliko chake, ikabidi amuuzie mtu apate namna ya kuweza kujisaidia ndio haya matokeo hayo yanakuja. Kilipotokea hivyo, nilienda kwa wahusika, alafu yakaanza mafarakano. Baada ya mafarakano yale, yaliona zinakosa ikarudi kwa mwenyewe, ikamtokea mwenyewe, nilipata kiwanja changu kufuatana na vipimo vilivyokuwa vimeshapimwa. Mzee huyu anazidi kunisimulia kwa uchungu, huku akinyoosha kidole cha lawama kwa mamlaka. Halmashauri ya mji ndio analeta matatizo Hakuna yeyote mtu yeyote au raia yeyote anayefanya mambo haya ila ni almashauri ya mji, wanapima viwanja, wanachukua pesa kutoka kwa wahusika, wanaanza kuleta mfarakano wa viwanja. Kwa maelfu ya wananchi kama mzee Mico Jona, haki ya kumiliki ardhi si jambo la lelemama kwa baadhi ya watu. Laurenti Emanuel, mkazi mwingine wa jiji la Mwanza, anatoa ushuhuda wa rafiki yake aliyepoteza fedha nyingi kununua kiwanja ambacho tayari kilikuwa kimeshauzwa kwa mtu mwingine. Ah, nishawahi kumshuhudia, alikuwa ni rafiki yangu, aliwahi kununua kiwanja alivyonunua kiwanja kumbe alinunua kiwanja kwa mtu ambaye yeye huwa anauza viwanja zaidi ya mara moja kwa sababu ya tamaa. Kwa hiyo baadaye ilikuwa ni mvutano mkubwa yule jamaa, walianza kupelekeshana kuenda kutafuta uongozi, na pia hata uongozi mwingine ulikubali kuhongwa, wakubali kwa sababu wote walikuwa wananunua, viongozi walikuwa wanashiriki kwa ajili ya kuwasimamia wanapokuwa wakihuziana. Anaongeza kuwa swala hili limejikita katika mizizi mikubwa Ah, mimi binafsi nimewahi kushuhudia ikifanyika katika mfumo wa hati. Baadaye ile mtu aliyekatiwa hati wanakatia mwingine wa pili na mwingine wa tatu, kwa hiyo nakuta tena baadaye wanakutana wale ambao wamenunua wanaanza kuvutana na kuendelea kuchuana. Kwa hiyo mimi nachoomba kwamba hicho, kwa kweli nimeona kwamba sio kitu kizuri, ningeomba tukitengeneza utatimu mzuri unaofaa kwa wale ambao wanaenda kununua viwanja ningeomba tu kwamba yule hasa anayeuza msimamii wa viwanja mwenye nacho akiuza tu, wao ameridhika, ameuza, siuze tamana mbili. msikilizaji wa Ms. wa RFI Kiswahili. Mamlaka nchini Tanzania kama zilivyo mamlaka nyingine katika ukanda wa Afrika Mashariki, swala la kusaka dawa ya kuondoa migogoro ya ardhi ni jambo linalotazamwa kwa mapana zaidi kwa upande wa serikali. Kamishna wa ardhi mkoa wa Mwanza Wilson Paul Ruge anaeleza kwa kina jinsi mfumo wa e-ardhi unavyolenga kuleta mageuzi ya kweli kutokana na kwamba masuala ya ardhi yamekuwa na changamoto, lakini pia kutokana na mabadiliko ya eh, teknolojia ya sasa katika ulimwengu wa sasa mambo yanakwenda kidigitali au ki, ki, ki, tunatoka kwenye analogia kwenda kidigitali. Kwa hiyo pia na sisi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeitikia huo wito wa kubadilisha sasa utaratibu wa utoaji huduma katika sekta ya ardhi kutoka kwenye utaratibu wa zamani wa kianalogia, yaani wa kutumia makaratasi. Sasa tunaanza kutumia kutoa nyaraka au huduma zetu kwa njia ya kielektroniki au ki, kidigitali. Sasa katika kutekeleza hiyo kwa serikali yetu, kupitikia yetu e, e, watalam, wat, wat, watahama, au kupitikia wizara yetu ya ardhi kupitia wataalam watehama au wanaofahamu maswala ya mifumo wa ndani imetengeneza au imeandaa mfumo unaoitwa e-ardhi ambao huo mfumo upo tayari, na mnamo tarehe kumi na saba mwezi wa tatu 2025 na ulizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anaongeza kuwa huduma hiyo kwa sasa imeshaanza kutolewa katika mikoa ya Mwanza, Arusha, Dodoma, Mbeya na Tanga. Tunataka kwenda sasa huduma zetu zote za ardhi zifanyike kwa njia ya kidigitali. Kwa maana ya nini? Tunaachana sasa na utaratibu wa kama tunavyoona hapa, ay yalikuwa anatumika maganda hati, una saini tanga kuomba mpaka kwenda kupata hati ya maganda. Sasa maombi yote mwananchi atatakiwa kuomba kupitia simu yake ya mkononi au kompyuta yake akiwa ya nyumba, akiwa nyumbani. Kwa maana hiyo wananchi wa Mwanza sasa wanatakiwa na wanaomba wajiandae, tunakwenda kuanza kufanya maombi na utoaji huduma zetu za sekta ardhi kwa njia ya kidigitali au kwa njia ya, tunatoka kwenye ile ya kawaida kupitia mfumo wa e-ardhi. Wananchi wataweza kuona hali halisi ya umiliki wa ardhi katika maeneo mbalimbali kwa njia ya rahisi na ya uhakika mfumo huu unatajwa utapunguza msongamano katika ofisi na kupunguza mianya ya udanganyifu. Ambapo sasa maafisa wanapofanya kazi wana uwezo wa kuliitisha jarada kupitia kwenye mfumo na akalisoma akiwa kwenye kompyuta yake, wala hahitaji tena kwenda masijana na kuiita na kuliweka jarada mezani. Msajili msaidizi wa hati mkoani Mwanza, Revina Silvesta Kayanda, anasisitiza kuwa mfumo huu mpya utarahisisha kazi kwa watumishi na kuongeza ufanisi. Uh, nyaraka zitakuwa zimetunzwa kwa uhakika zaidi na uchakavu uh, tunatarajia hautakuwepo, lakini pia usafi, kwa sababu majalada kuna muda yanaisha, yanachakaa, yanatoa vumbi. Lakini sasa sisi tutakuwa ni kidijitali tu kwenye kompyuta, kazi zinaendelea na kutakuwa na ufanisi na uharaka zaidi. Ni dhahiri kuwa mfumo huu unakuja si tu kama nyenzo ya kiteknolojia bali kama tumaini jipya kwa wananchi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihangaika kama wasafiri gizani. huu ambao umezinduliwa kwa sasa hivi unaweza ukasaidia kwa sababu wale watu wakishaweza kukata zile, zile hati kwa mfumo huo, kwa hiyo wanakuwa wameshajirizisha kwamba hawatakata mara mbili. Sitaweza kusema kitu, nikiona matokeo yake naweza kuzungumza, kama ni nzuri au ni mbaya au inafaa. Ha, ha, msikilizaji wa RFI Kiswahili, na kufika hapo naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki hii leo. Tumetuama kuangaza na kumulika migogoro katika sekta ya ardhi na juhudi mpya katika kuzikabili. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Martin Nyoni, hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa na uwe na wakati mwema.